hozina kusaga meno lakini wale mashangingi ndio wanaofurahia talaka na kuandaa hafla maalum za usiku. Talaka nginjanginja hao nginja. Hawa, hawamjui Allah, hawajui kitabu cha Allah na wala hawana imani ya aina yoyote idhabu jitokeza hadharani, anasema hapa, tutakula tutakunywa, na marafiki zake wanasherekea, shosti amejigomboa wa shosti. Na anasema hiyo ni ndoa yake ya tatu, ndoa ya tatu inavunjika na anafurahi bila ya wasiwasi wowote wa na mabango walio yakamata yameandikwa brandi gani? Nyinyi wazee wa kuvaa uchi, mna brandi gani? Mna ghadhabu za Mola wenu bila ya kujijua. Mabango mengine yameandika: tukiachwa tunaachika na shughuli tunafanya, tukiachwa tunaachika na shughuli tunafanya sipo ya kemea yatakithiri mno katika nchi yetu, na single mother watakuwa wengi katika nchi yetu, na dada yangu na dada yako na binti yangu na binti yako, hatimaye iko siku watakuja kuiga upumbavu kama huo. Nina matukio katika simu yangu ya sherehe mbali mbali za talaka, na wote nilio Islam. Sijamwona binti asiyekuwa Muislamu akisherekea talaka, ni dada zetu. Wiki iliyopita kuna video zimetrendi sana katika nchi yetu zilizoripotiwa na televisheni kubwa kubwa katika nchi yetu huko mji wa wa Kiislamu ameripotiwa na moja ya vyombo vikubwa katika nchi yetu, ameandaa sherehe ya usiku wa talaka na akawaalika mashangingi watupu, na wazazi wake wako ndani na anasherekea, hana noma wala kokoro, hana chembe ya haya wala aibu mbele ya Mola wake, muumba wake na mlezi wake.